Kitabu cha Ezekieli, sura arobaini na moja, na, arobaini na mbili. Ndiyo watu wa Mungu tumsifuni Yesu Kristo. Karibuni sana wapendwa, naitwa Mwalimu Petro, ninayo furaha kuwakaribisha ikiwa ni siku nyingine tena Mungu anatupa kibali kukutana katika kipindi chetu kizuri cha usomaji wa Biblia kwa njia ya sauti. Mpendwa, pia unaweza ukaungana na sisi kwa kusoma Biblia kwa njia ya YouTube au Facebook katika chaneli yetu ya Jerusalem Family TV. Mwalimu Petro na Evodia Mazwile. Mpendwa, ukiwa YouTube au Facebook, utapata nafasi ya kuvisoma hivi vitabu muda wowote na utavipoteza kwa sababu vipo kila siku kwa ajili yako. Mungu amekuwekea kwa sababu anakupenda. Neno lake ni chakula. Tusali, tuanze rasmi siku ya leo. Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu, amen. Bwana Yesu, tunakuinua, Mungu mkuu, tunakushukuru kwa neema yako takatifu unaotuwezesha kutuunganisha watoto wako kutoka maeneo mbalimbali na mikoa mbalimbali na nchi mbalimbali mbali, ndani ya mwili wako ili kusoma neno lako. Tunaomba utusamehe dhambi zetu Baba, tuoshe kwa damu yako takatifu, tupe nguvu ya msalaba wako, kutufunulia maandiko tupate kuyaelewa kadiri kila mmoja, Roho Mtakatifu, unavyotaka kusema naye katika huu msimu. Naomba useme naye na uzungumze naye katika jina lako Yesu, tuseme amen. Wapendwa, tuungane na ndugu zetu wa wedi projekti. Kumbuka ni kitabu cha Ezekieli sura 41 na ya 42, mlango wa 41. Akanileta mpaka hekaluni akaipima mimo upana wake dhiraa sita upande moja na upana wake dhiraa sita upande wa pili ambao ulikuwa ni upana wa maskani na upana wa maingilio yake ulikuwa dhiraa kumi, na mbavu za maingilio zilikuwa dhiraa tano pande huu na dhiraa tano upande huu. Akaupima urefu wake dhiraa arobaini na upana wake dhiraa ishirini. Kisha akaingia ndani akapima kila mwimo wa maingilio dhiraa mbili, nayo maingilio dhiraa sita na upana wa maingilio dhiraa saba. Akaupima urefu wake dhiraa ishirini na upana wake dhiraa ishirini mbele ya hekalu. Akaniambia, hapa ndipo mahali patakatifu kuliko kila mahali. Kisha akaupima ukuta wa nyumba dhiraa sita na upana wa kila chumba cha mbavuni dhiraa nne kuizunguka nyumba pande zote. Na vile vyumba vya mbavuni vilikuwa na orofa tatu moja juu ya mwenziwe, vilikuwa thelathini, safu baada ya safu navyo viliingia ndani ya ukuta uliokuwa wa nyumba kwa vile vyumba vya mbavuni pande zote vipate kushikamana nao, wala visishikamane na ukuta wa nyumba. Na vile vyumba vya mbavuni vilizidi kuwa vipana kwa kadiri vilivyoizunguka nyumba juu kwa juu, maana kule kuzunguka kwake kulikwenda juu kwa juu kuizunguka nyumba. Basi upana wa nyumba ulikuwa ule ule hata juu. Basi hupanda juu toka chumba cha chini hata chumba cha juu kwa njia ya kile chumba cha katikati. Tena nikaona ya kwamba nyumba ile ilikuwa na sakafu ya mawe iliyoinuliwa pande zote, nayo misingi ya vyumba vya mbavuni ilikuwa mwanzi mzima wa dhiraa sita. Unene wa ukuta ulikuwa wa vile vyumba vya mbavuni upande wa nje ulikuwa dhiraa tano, nayo nafasi iliyobaki ilikuwa dhiraa tano. Na kati ya vyumba vya mbavuni vya nyumba na vyumba vya walinzi upana wa dhiraa ishirini kuizunguka nyumba pande zote. Na milango ya vile vyumba vya mbavuni iliielekea nafasi ile iliyobaki, mlango mmoja ulielekea upande wa kaskazini, na mlango mmoja upande wa kusini. Na upana wa nafasi iliyobaki ulikuwa dhiraa tano pande zote. Nalo jengo lililokabili mahali palipotengeka upande wa magharibi upana wake dhiraa sabini na ukuta wa lile jengo unene wake dhiraa tano pande zote na urefu wake dhiraa tisini. Basi akaipima nyumba, urefu wake dhiraa mia, na mahali pale palipotengeka na jengo lile pamoja na kuta zake urefu wake dhiraa mia. Tena upana wa uso wa nyumba na wa mahali palipotengeka upande wa mashariki dhiraa mia. Akaupima urefu wa jengo lile lililokabili mahali palipotengeka palipokuwa nyuma yake, na baraza zake upande huu na upande huu dhiraa mia na hekalu la ndani, na kumbi za ua, na vizingiti, na madirisha yaliyofungwa, na baraza za pande zote za orofa zile tatu, zilizokikabili kizingiti, zilitiwa mabamba ya mti pande zote, na toka chini hata madirishani, nayo madirisha yamefunikwa, na mpaka juu ya mlango, hata nyumba ya ndani na nje, na juu ya kuta zote pande zote, katika nyumba ya ndani na ya nje, kulipambwa kwa makerubi na mitende mtende mmoja kati ya kerubi na kerubi, na kila kerubi lilikuwa na nyuso mbili; basi palikuwa na uso wa mwanadamu kuelekea mtende mmoja na uso wa mwanasimba kuelekea mtende wa pili. Ndivyo vilivyofanyika katika nyumba nzima pande zote, toka chini hata juu ya mlango, makerubi yamefanyika na mitende vivi hivi, ukuta wa hekalu na hilo hekalu, miimo ya milango yake ilikuwa ya miraba na mbele ya patakatifu kuonekana kwake palionekana kama hapo kwanza. Madhabahu ilikuwa ni ya miti, kimo chake dhiraa tatu na urefu wake dhiraa mbili, na pembe zake na msingi wake na kuta zake zilikuwa za miti. Akaniambia, hii ndiyo meza iliyo mbele za Bwana. Nalo hekalu na, na patakatifu palikuwa na milango miwili, na milango hiyo kila mmoja ulikuwa na mbao mbili mbao mbili zigeukazo, mbao mbili za mlango mmoja na mbao mbili za mlango wa pili. Na milango ya hekalu ilifanyiziwa makerubi na mitende vile vile kama zile kuta zilizofanyiziwa. Tena palikuwa na boriti nene juu ya uso wa ukumbi nje. Tena palikuwa na madirisha yaliyofungwa na mitende upande huu na upande huu katika pande za ukumbi. Ndiyo habari ya vyumba vya mbavuni vya nyumba hiyo na vyaburiti zile nene. Mlango wa arobaini na mbili ndipo akanileta mpaka ua wa nje, njia ya kuelekea upande wa kaskazini. Akaniingiza katika chumba kilichopakabili mahali palipotengeka na kilichokabili jengo upande wa kaskazini, kukabili urefu wa dhiraha mia. Palikuwa na mlango wa kaskazini na upana wake ni dhiraha hamsini kukabili zile dhiraa ishirini za ua wa ndani, na kukabili sakafu ya mawe ya ua wa nje, palikuwa na baraza kukabili baraza katika orofa ya tatu. Na mbele ya vile vyumba palikuwa na njia, upana wake dhiraa kumi upande wa ndani, njia ya dhiraa mia, na milango yake ilielekea upande wa kaskazini. Basi vile vyumba vya juu vilikuwa vifupi zaidi, kwa maana baraza zile zilivipunguza kuliko vilivyovipunguza vya chini na vya katikati, maana vilikuwa vina orofa tatu, wala havikuwa na nguzo kama nguzo za zile nyua. Basi kila kilichokuwa cha juu kilikuwa chembamba kuliko cha chini na cha katikati, kutoka chini. Na ukuta ule uliokuwa nje ubavuni mwa vyumba vile, ulioelekea ua wa nje kuvikabili vyumba vile, urefu wake ni dhiraa hamsini, maana urefu wa vyumba vile vilivyokuwa katika ua wa nje ulikuwa dhiraa hamsini, natazama, mbele ya hekalu dhiraa mia. Na toka chini ya vyumba vile palikuwa na mahali pa kuingilia upande wa mashariki mtu aviingia vyotoka ua wa nje. Tena palikuwa na vyumba katika unene wa ukuta wa ua kuukabili upande wa mashariki kupaelekea mahali palipotengeka na kulielekea jengo, nayo njia iliyokuwa mbele yake kuonekana kwake kulikuwa kama kuonekana kwake vyumba vile vilivyokuwa upande wa kaskazini, urefu ule ule na upana ule ule, na mahali pake pa kutokea palikuwa sawa sawa na vipimo vyake, na sawa sawa na milango yake, na sawa sawa na milango ya vyumba vilivyoelekea upande wa kusini. Palikuwa na mlango katika mwisho wa njia ile, yaani njia iliyoukabili ukuta upande wa mashariki mtu akiingia. Kisha akaniambia, vyumba vya upande wa kaskazini na vyumba vya upande wa kusini ambavyo vyaelekea mahali palipotengeka ni vyumba vitakatifu, humo makuhani wamkaribiao Bwana watakula vitu vilivyo vitakatifu sana; humo wataviweka vitu vilivyo vitakatifu sana, na sadaka ya unga, na sadaka ya dhambi, na sadaka ya hatia, kwa maana mahali hapo ni patakatifu. Makuhani watakapoingia ndani hawatatoka mahali patakatifu kwenda hata uwa wa nje, lakini wataweka mavazi yao katika mahali wahudumiapo, maana ni matakatifu; nao watavaa mavazi mengine na kupakaribia mahali palipo mahali pa watu. Basi alipokuwa amekwisha kuipima nyumba ya ndani, akanileta nje kwa njia ya lango lililokabili upande wa mashariki, akalipima pande zote. Akaupima upande wa mashariki kwa mwanzi wa kupimia mianzi mia tano kwa mwanzi wa kupimia pande zote. Akaupima upande wa kaskazini mianzi mia tano kwa mwanzi wa kupimia pande zote. Akaupima upande wa kusini mianzi mia tano kwa mwanzi wa kupimia. Akageuka aelekee upande wa magharibi, akapima mianzi mia tano kwa mwanzi wa kupimia. Alipima pande zake zote nne; lilikuwa na ukuta pande zote, urefu wake mianzi mia tano na upana wake mianzi mia tano ili kupatenga mahali palipo patakatifu na mahali palipo pa watu wote.